Tume ya uchaguzi nchini Uganda imemtangaza Rais Yoweri Kaguta Museveni kama mshindi wa uchaguzi uliofanyika Alhamisi wiki hii, akiwa na jumla ya kura milioni saba laki tisa na arobaini na sita elfu mia saba sabini na mbili ambayo ni sawa na asilimia sabini na moja nukta sitini na tano ya kura zote zilizopigwa. Mpinzani mm, wake wa karibu Robert Sentamu Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine alikuwa wa pili, akiwa na jumla ya kura milioni 2,741,238 sawa na asilimia 24.72. Kwa mujibu wa tume hiyo, kura milioni 11,366,201 zilipigwa katika uchaguzi huu wa mwaka 2026, ikiashiria asilimia 52.50 ya idadi ya wapiga kura waliojitokeza kushiriki. Hata hivyo, kura laki mbili na sabini na tano elfu, mia tatu, hamsini na tatu sawa na asilimia mbili nukta nne zilizopigwa zilikuwa batili. Ufatao ni mtiririko wa matokeo ya uchaguzi huo. Museveni amepata kura milioni saba laki tisa na arobaini na sita elfu mia saba sabini na mbili sawa na asilimia sabini na moja nukta sitini na tano. Bobi Wine amepata kura milioni mbili laki saba na arobaini na moja elfu na mia mbili thelathini na nane sawa na asilimia ishirini na nne nukta sabini na mbili bulira frenki alipata kula arobaina tano elfu mia tisa hamsini na tisa sawa na asilimia sufuri nukta arobainamoja kabisante robert yeye alipata kura thelathina tatu elfu mia nne arobaini sawa na asilimia sufuri nukta thelathini joseph mabirizi alipata kura ishirinina tatu elfu mia nne hamsini na nane muugisha mutu alipata kura hamsina tisa elfu mbili sabini na sita Mubaraka Munyagwa alipata kura 31666. Ushindi wa Museveni unamaanisha kwamba ataongeza muda wake wa miaka 40 madarakani kwa miaka mingine mitano. Awali, mpinzani wake wa karibu Bobi Wine alikataa matokeo hayo akiwataka raia wa Uganda kushiriki maandamano yasiyo ya vurugu. ya Museveni mwenye umri wa miaka 81 aliingia madarakani